Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu salllah alaihi wasallam amma baad. Ndugu mahujaji watarajiwa, kwa jina anaitwa Ahmed Sharif, ni mkurugenzi wa taasisi ya I Travel haji na umra na na kampuni ya I Travel and tours sisi tunajihusisha na kusafirisha mahujaji, lakini pia na shughuli zingine zote za usafiri wa anga na alhamdulillah. Uh, kwa upande wa maandalizi ya hija ya mwaka huu karibu asilimia 99 tumesha kamilisha kila kitu. Yaliyobakia tunasubiri muda wa safari na mambo mengine madogo madogo ambayo ya hapa hapa kwetu, lakini kwa upande wa hoteli tumekamilisha upande wa Madina tumekamilisha, upande wa mahema Mina tumeshakamilisha. Uh, upande wa tiketi za ndege zimeshakuwa tayari, bado kutolewa. Visa nazo alhamdulillah, zote ziko tayari. Uh, kwa hiyo kilichobakia tunachoendelea na nacho hapa ni semina na mambo mengine madogo madogo ya hapa. Uh, niwaondoe shaka, kila kitu kiko tayari na tunasubiri muda wa safari, lakini swala la msingi la muhimu uh, mwaka huu kidogo kuna mabadiliko, mabadiliko katika uh, shirika la usafiri shirika letu la usafiri, mwaka jana tulitumia uh, Saudi Airlines na mwaka juzi pia, ambayo ndege ilikuwa ni ya moja kwa moja, lakini kwa bahati mbaya mwaka huu hatukuweza kuipata hiyo ndege, sio I travel peke yake ni kwa nchi nzima, kwa hiyo ndege zinazotumika ni ndege hizi za kibiashara kama Fly Dubai, Emirates, Oman Air na kadhalika na ETC pia. Kwa hiyo uh, mabadiliko haya yatatuathiri yata kidogo sisi kama wasafiri, kwa njia moja au njia nyingine, kwa sababu mwaka jana ilikuwa tukitoka hapa tunakwenda moja kwa moja Jida bila kutua sehemu nyingine, lakini kwa mwaka huu tutakwenda kwa sababu tumepata Fly Dubai, tutakwenda tutatua Dubai, tutakaa masaa kadhaa, halafu ndio tutakwenda Jida, na vilevile vile kurudi itakuwa ni hivyo hivyo. Hiyo ni athari moja ambayo iko katika usafiri. Athari nyingine iliyojitokeza ni uzani wa mzigo wa kubeba. Mwaka jana tulipata kilo 46 na kilo saba za mkononi, lakini mwaka huu kilo 30 kwa kilo saba za mkononi. Kwa hiyo hii ndio tofauti ya mwaka jana mwaka juzi na mwaka huu. Kwa hiyo tunaomba mtuvumilie kwa hilo, liko nje ya uwezo wetu, hatuna namna nyingine ya kuweza kufanya ili kuweza kwenda moja kwa moja, na sio taasisi moja, ni taasisi zote za bara, na wenzetu wa, wa visiwani wao wamefanikiwa kuipata Saudi Airlines kwa hiyo, wao ndio wanaweza kwenda moja kwa moja, sisi hatuwezi kwenda moja kwa moja. Kwa maana hiyo, hata tungesema tuchukue ya Zanzibar, kutopitia Zanzibar, ilitakiwa usafiri kutoka hapa uende Zanzibar ukasubiri ndege ndio usafiri uende Jida. Kwa hiyo ni vile vile, lakini sasa kutokana na nafasi kule kuwa kule, kule, kule, chache, tumeshindwa kupata kule, ni baadhi tu tumepata na baadhi wengine tutaondokea hapa kwa Fly Dubai, kwa hiyo kwa, kwa upande wetu wa maandalizi kama taasisi asilimia 99 tumeshakamilisha. Kwa hiyo tunaomba mjitayarishe kwa hilo na muwe tayari kwa ajili ya kwenda. Muhimu ni kusoma na kujua na kuzingatia maelekezo ya mashekhe zetu hapa. Kule hakuna uwenyeji, hata uende mara kumi, hakuna uwenyeji. Kila mwaka kuna jambo jipya linatokea kwa hiyo tuwe wavumilivu, tuwe wasikivu na tuendelee. Mwenye maswali yoyote, muda wowote anataka kuuliza, tunawakaribisha ima kwa simu, mkija wenyewe, kwa upande wa mashekhe, kwa upande wangu mimi, uratibu wote kwa ujumla, tunawakaribisha. Sina la ziada sana, niseme karibuni na tuko pamoja. Shukrani sana. E, namba yangu ya simu, mwenye shida na mimi moja kwa moja ni 0788 300, ni nyepesi, 0788 300 500. Yani 300 500, 0788 300 500. Ahmed Sharif. Bismillahi rahmani rahim. Mimi naitwa Mwinshehe Shabani Mlao, natoka tarafa ya Kisiju, kijiji cha Msonga, wilaya ya Mkuranga. Nimemwomba Mwenyezi Mungu kwa muda mrefu sana niweze kupata fursa na mimi kwenda Makka kwa ajili ya ibada ya Hija, kukamilisha nguzo yetu za Kiislamu. Hii ni mara yangu ya kwanza, sijawahi kupata, lakini hii Mungu akinijalia uzima na uhai itakapofika wakati itakuwa ndio safari yangu ya kwanza. Tangu nimeingia hapa leo ni wiki ya tatu. Kuna mambo siku yajua na utu uzima wangu wote siku yajua kabisa, lakini nimejifunza mambo mengi kutoka kwa walimu zetu waliokuwa wanatufundisha kina Sheikh Twaha Bane, kina Shekhe Juma na wengine wote tuliokutana nao hapa, kwa kweli nimefarijika sana, na namwamini Mwenyezi Mungu kwamba nikifanikiwa kwenda na kurudi, insha allah hali yangu itakuwa imebadilika sana kwa mazoea ambayo nilikuwa nayo na kwa jambo hili nalokusudia kulifanya, bismillahirrahmanirrahim. Eh, mimi ni ndugu Ahmadi Hamisi Mtongwechi kutoka Newala DC, e, mkoa huu wa Mtwara, na hii ni hija yangu ya mara ya kwanza. Kwa hiyo najisikia furaha kubwa e, Allah kunifanyia wepesi ya kuweza mwaka huu nikashiriki hiyo hija. Kwa hiyo natoa wito kwa wenzangu wenye uwezo wajitahidi kuiendea ibada hii kwa sababu hii ni ibada muhimu e, ni nguzo ya tano katika Uislamu wetu. Kwa hiyo vijana, wazee, mliye na uwezo msiogope kuifuatilia hija yetu hii. Kwa hiyo, na kwa hiyo mimi naendelea kuwahamasisha ndugu zangu Waislamu kwamba tuwe mstari wa mbele kuiendea ibada yetu hii, na nashukuru Uh, hawa wasafirishaji ambao watakuwa wanatusafirisha mwaka huu wako vizuri sana, wako wazi, na hii semina imenifundisha mambo mengi sana ambayo alikuwa siyajui. Kwa hiyo karibuni. Yule ni imamu, mwalimu, ustaz wangu. Mimi ni mzee tu mm, wa msikiti. Msikiti gani? Wa, wanaita Istikama, upo Kitangari mm. Kitangari ni katika wilaya ya Newala Eh, ni msikiti wa kisuna huo. Eh, kwa hiyo hakuna shida ha, ha. Eh, na mimi nafurahi kuongea na huyu mwandishi wa habari.